Leo tufahamu historia na namna ambavyo marafiki hawa vipenzi walivyogombana na namna ambavyo mambo yalikwenda elimu, kisiasa, kazi na mitafaruku ya kimtizamo. Oscar Kambona alizaliwa mwaka 1925. Oscar Kambona alizaliwa katika kijiji cha Kwambe kilichopo Mwambao mwa Ziwa Nyasa karibu kabisa na Mbamba Bay, wilaya ya Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Alikuwa mtoto wa marehemu Rev David Kambona na Bibi Miriam Kambona. Rev Kambona alikuwa ni miongoni mwa Waafrika wa kwanza kupata upadri katika Kanisa la Njirikana la Tanganyika. Wewe, wakati Oscar Kambona akiwa mdogo mno, baba yake alikuwa akimweleza kuhusu ndoto za juu ya uhuru wa nchi yake, hivyo Oscar alikuwa akiwa na hamu sana ya nikiu ya kuitumikia nchi ya Tanzania kizalendo. Oscar alipata elimu ya msingi nyumbani kwao chini ya mwembe ambapo bado upo hadi hivi leo katika kijiji chao, kwa kuwatumia wazazi wake wote wawili na mjomba wake, ambao wote walikuwa walimu. Wewe, baada ya hapo alipelekwa shule ya kati ya Mtakatifu Barnabas Liuli na baadaye shule ya sekondari ya Alliance, ambapo alilipiwa ada na askofu mzungu wa Anglikana kwa vile baba yake hakuweza kumudu kulipa ada, yani ada ya pauni 30, kwa mwaka. Oscar alikuwa akisimulia jinsi ambavyo waliweza kumshawishi askofu huyo amlipia ada kwa kusoma sala ya Baba yetu kwa Kizungu. Oscar alichaguliwa kwenda Tabora Boys Senior Government School ambapo alionana na Mwalimu Julius Kambalage Nyerere. Picha letu linaanzia hapa, karibu sana, kwa mara ya kwanza. Wakati huo Nyerere alikuwa anafundisha katika shule ya Katoliki. Baada ya kumaliza masomo ya sekondari, alienda katika shule yake iliyopita ya Alliance kama mwalimu, na baadaye alichaguliwa kuwa schoolmaster. Ilikuwa katika mkutano wa kitaifa wa walimu mnamo mwaka 1954 ambapo Kambona, Kambona na Nyerere walikutana tena. Kambona alikuwa tayari kukitumikia chama cha TANU ambacho kilikuwa kimeanzishwa muda si mrefu, lakini Nyerere akasema wasingeweza kumwajiri kwa vile chama kilikuwa hakina fedha. Kambona akasema chama hakikuwa na fedha kwa vile hakikuwa na organizing secretary, na ndipo alipoamua kufanya kazi hiyo ili kujenga chama bila ya malipo. Aliishi kwa kutegemea akiba aliyojitunzia kwa kufanya kazi miezi sita. Katika kipindi hiki Kambona alisafiri sehemu mbalimbali za nchi na kuonana na machifu na wazee wa vijiji ili kusajili chama kwa nguvu yake. Katika miezi sita alifanikiwa kusajili wanachama elfu kumi na hadi kufikia mwaka mmoja alikuwa amepata wanachama hai laki moja. Du, noma sana. Kambona alitumia michango aliyopata kufungua akaunti ya kwanza ya tano, kisha alienda Butiama kumshawishi Mwalimu Nyerere achukue uongozi wa chama moja kwa moja. Baada ya miaka mitatu, Kambona aliamua kwenda kusomea sheria katika chuo cha Middle Temple nchini Uingereza mwaka 1957 kwa ufadhili wa gavana. Kambona akiwa London, alikuwa kiongozi wa chama cha wanafunzi wa Tanganyika na mwenyekiti wa tawi la tano hapo London. Ni wakati huu ambapo Kambona alipata fursa kukutana mara kwa mara na kwa mara ya kwanza na watu mashuhuri kama George Padmore, mwanaharakati wa umoja wa wa Afrika ambaye alimshawishi hudhurie mkutano wa mwaka 1958 wa Waafrika wote All Africa's People Conference uliofanyika nchini Ghana muda mfupi baada ya kupata uhuru. Akiwa Ghana, Kambona alipata nafasi ya kukutana na mwanaharakati mwingine maarufu wa siasa za Afrika ambaye ni Kwame Nkuruma. Akiwa Uingereza, Kambona alikuwa Mwafrika kwanza kutangaza taarifa ya habari kwa Kiswahili katika idhaa ya Kiswahili ya BBC. Aliporudi nchini Tanganyika mwaka 1959 ilikuwa imeshaweka bayana madai yake ya kupewa serikali ya madaraka, vinginevyo TANU ilikuwa tayari kuanzisha mapambano, yani mpambano dhidi ya kuwatoa wazungu <tele> hii ilikuwa noma sana. Kambona wakiwa London, wakisubiri kupewa madaraka ya ndani. Nyerere na Kambona wakajadili hatua mbalimbali ambazo zingechukuliwa ili kuepuka kutoweka kwa amani. Wakati akizungumza na waandishi wa habari London mwaka 1991, Kambona alikumbuka matukio kama hivi. Bwana Nyerere alikuwa akiishi nami katika chumba kidogo nilichopewa chuoni. Tukajadiliana ni namna gani angeweza kurudi nyuma nyumbani na kuonana na wafuasi wake bila kupewa serikali ya madaraka. Baadaye nikafanikiwa kumshauri kuwa wakati atakapozungumza na vyombo vya habari katika East Africans aseme kuwa waliweza walowezi wa kizungu ambao wapo Tanganyika wana hekima zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki. Alikubali kusema hivyo endapo na yeye Kambona angekubali kukatisha masomo yake ya sheria huko London na kurudi Tanganyika. Hayo ni masharti waliopeana hao wawili, na hiyo ilikuwa ili ampe nguvu na kumuunga mkono katika kikao cha kamati kuu ya tano wakati akitetea tamko lake la wenye hekima zaidi. Hapa tunajifunza mapambano ya Nyerere. Kambona naye alikuwa ni kama aliyemshawishi na alikubaliana kwa namna ambavyo walihitaji nchi katika uchaguzi wa kwanza, watanu ikashinda viti vyote isipokuwa kimoja. TANU ikaunda serikali ya mambo ya ndani chini ya Nyerere, ambaye alikuwa waziri kiongozi wa kwanza. Na katika harakati hizo za matayarisho ya serikali ya ndani, Kambona akamuoa Flora Morio wakati wakiwa kwenye msafara wa harakati za kukamilisha matayarisho ya uhuru na serikali ya Uingereza. Harusi bwana, hii ikafungwa katika kanisa la Mtakatifu Paul London, na Nyerere ndiye alikuwa msimamizi. Kambona aliteuliwa kuwa waziri wa elimu. Bado tunajiuliza kwa nini wawili hawa waliingia katika vita. Twende kazi. Baadaye alishika nyadhifa za waziri wa mambo ya ndani, mambo ya nchi za nje, na ulinzi, na tawala za mikoa. Pia alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya ukombozi ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika na mwenyekiti wa utayarishaji wa AOU Charter mwaka 1964. Kambona alifanya kazi kubwa katika kuunganisha Zanzibar na Tanganyika akiwa pamoja na Rais Nyerere, Rais Karume na waziri kiongozi Hanga. Hii ilikuwa ni baada ya mapinduzi ya Zanzibar wakati wa wanajeshi wa kikosi cha Karito walipoasi mwaka 1964. Kambona alikuwa msuluhishi mkuu kati ya serikali na wanajeshi hao. Unaambiwa Nyerere na Kawawa walienda mafichoni Kigamboni. Baada ya siku tatu za majadiliano, Kambona aliafiki kuongeza kasi ya kuwawezesha Waafrika kushika hatamu jeshini. Katika mahojiano na gazeti la Daily Telegraph la London, Kambona alisema, baada ya kuwatuliza wanajeshi nilikwenda kuwatafuta viongozi wengine na kuwarudisha mjini kwa kutumia Land Rover ya kwangu. Hatimaye maasi hayo yalidhibitiwa kabisa na majeshi ya Uingereza na Nyerere akamsifu Kambona kwa uaminifu wake tofauti kati ya Nyerere na Kambona zilianza kujitokeza hapa. Tukutane katika sehemu inayofuata hapo, tutakueleza mengi sana katika tofauti na kipi kilitokea. Hii ni Matukio Online.